Kwa jina naitwa Aisha Omari, nilikuwa mraibu mraibu mtu, mtumiaji wa dawa za kulevya aina ya heroin na nimetumia kwa miaka zaidi ya kumi, na kipindi natumia kwa kweli nimekutana na changamoto nyingi sana. Unajikuta unaenda kulala na mwanaume bila kupenda, unaingia kwa nyumba za watu, unaiba, unavunja, unaiba lakini na pia usipotumia madawa kuna changamoto ambazo unakuwa unazipata, unakuwa unasikia maumivu makali kwenye mwili. Kwa bila kutumia zile dawa unakuwa maumivu unayoyapata unalazimika, huko lazi, hata ukaenda kulala na mwanaume ambaye bila we mwenyewe kumtarajia, au ukaenda ukaingia sehemu ukavunja ukaiba. Kimsingi, matumizi ya dawa za kulevya yamekuwa na changamoto nyingi sana katika maisha yangu, kwa sababu kuna fursa nyingi ambazo nimeweza kupishana nazo au nimeweza kuzikosa kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Kitaaluma niko na digrii ya sheria. Lakini nilishindwa vizuri kupata fursa ya kutumia vizuri elimu ambayo nimeipata kutokana na kujiingiza katika vitendo vya matumizi ya dawa za kulevya. Kwao nilipata changamoto za kupata, kuwa migogoro na waajiri wangu, mfano jeshi la polisi ambao niliweza kulitumikia kwa miaka mitano. Hao ni baadhi ya waliokuwa waraibu wa dawa za kulevya wakieleza changamoto walizokutana nazo kabla ya kuacha matumizi ya dawa za kulevya wakati wa Kongamano la Vijana juu ya dawa za kulevya lilofanyika katika ukumbi wa Mabeyo jijini Dodoma Juni 24, 2025. Akifungua kongamano hilo Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Daktari Dorothy Gwajima Mbunge amewaasa vijana kutambua kuwa wao sio viongozi wa kesho tu bali ni viongozi wa kuanzia leo hii. Serikali yetu imejizatiti na itaendelea kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya nchini kwa kuwakamata wafanyabiashara wa dawa za kulevya, kutoa elimu sahihi, kupanua huduma za tiba na utengemao pamoja na kuimarisha ushirikiano na jamii wakiwemo vijana ili kuleta tija katika ujenzi wa taifa. Zaidi ya hayo, ninawaalika vyuo vyetu kuimarisha huduma za ushauri kwa wanafunzi ili ziwe msaada kwa wale wanaokabiliwa na matatizo haya ya matumizi ya dawa za kulevya na masuala ya afya ya akili. Nitumie fursa hii kuwapongeza kwa moyo wenu wa uzalendo na jitihada mbalimbali mnazofanya katika kuimarisha mapambano haya dhidi ya dawa za kulevya. Kumbukeni na muamini na mjivunie kuwa nyie ni nguzo kuu ya taifa na kioo cha jamii, na hivyo mnatakiwa kuendelea kwa mstari wa mbele kuwa mabalozi wa kutojihusisha na biashara na matumizi ya dawa za kulevya, kutoa elimu sahihi kwa umma kuhusu tatizo la dawa za kulevya, pamoja na kuiasa jamii katika kuwaibua waraibu wa dawa za kulevya kujiunga na huduma za tiba na utengemao. Kama vijana, nyie sio tu viongozi wa kesho. Tunaona viongozi wengi tu vijana, ni viongozi wa kuanzia leo hii na kesho inaendelea. Naye waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete aliwataka vijana kujijenga kimaadili na kujitambua na kuwa mfano bora kwa taifa. Kama viongozi wa kesho na wabeba dira ya taifa, mnao wajibu mkubwa wa kujilinda na kulinda jamii dhidi ya vishawishi vya dawa za kulevya. Chagueni marafiki, mnawajua. Epukeni makundi ya tabia hatarishi. Jengeni nidhamu binafsi na tumieni muda wenu wa chuo kujifunza, kujijenga kimaadili na kujitambua. Mnapaswa kuwa mfano bora kwa taifa, kwani sauti yenu ni sauti ya mabadiliko. Awali akimkaribisha mgeni rasmi, kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Bwana Aretas Limu alisema nguzo kubwa ya taifa ni vijana, maana kama hakuna vijana, basi hakuna taifa. Kwa hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi unalo kundi muhimu sana ambalo liko katika wizara yako ambayo unaishughulikia ili kuhakikisha kwamba maendeleo ya jamii yanaanza na vijana, maendeleo ya jamii yanaanza na wanafunzi ambao ndio wanakuwa katika kuja kulikuza kulijenga taifa. Nguzo kuu ya taifa ni vijana, kuna vijana, kuna taifa, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Lakini jinsia na wanawake hizi jinsia zote hizi zinaathiriwa sana na dawa za kulevya. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, katika eneo lako, hawa vijana wengi wanaathiriwa na dawa za kulevya kutokana na makundirika ambayo wanakuwa nayo kwenye shule, kwenye maeneo mbalimbali mitaani, ambao wanajiingiza kutokana na wale ambao washajiingiza kwenye dawa za kulevya kupitia yale makundirika, na wao wanawashawishi, wanajiingiza kwenye dawa za kulevya. Lakini makundi maalum ambayo nayo pia yako chini ya wizara yako na yenyewe tunaangalia kwa makini sana katika kuhakikisha kwamba na wao hawajiingizi kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Je, nini wito kwa vijana katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya? Wito wangu kwa vijana, nilikuwa nawasihi vijana yani waache kabisa kutumia madawa ya kulevya, kwa sababu madawa ya kulevya ni mabaya yani, yani anaweza akakufanya ukapata changamoto nyingi, homa ya ini, ukimwi na magonjwa mengine, kifua kikuu. Kwa hiyo nilikuwa nawasihi vijana waachane na madawa ya kulevya kwao ni jukumu letu sisi kama jamii. Sisi ambao tulishawahi kutumia dawa hizi za kulevya tukaweza kuona athari zake, tukaona vile ambavyo ziweza kutulimit kuendelea na maisha yetu, kuweza kutoa elimu sasa kwa jamii, kutoa elimu kwa vijana wenzetu, kutoa msaada, ushauri kwa vijana wenzetu ambao bado wapo katika utumiaji, kuweza kuingia katika vituo vya utumiaji, iwe ni mat clinics au kwa madaktari wa afya akili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 Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante na endelea kufuatilia vipindi vyetu hapa Takukuru TV.